Kwa hiyo hoja hii ambayo imekuwa ikielezwa na, na ndugu Heche kwa kweli ni hoja ambayo, ya, ya kusema kwamba Tanzania ni nchi tajiri, ina maji kuliko mataifa yote Afrika, ina misitu, ina maziwa, ina madini, lakini taifa hili e, haliendelei halina maendeleo yoyote e, kwa kweli ni hoja ambayo kwanza e, ndugu Heche ana anapotosha watu. Ukisema nchi hii haiendelei, katika hatua ambayo kila mtu anauona uhalisia wa maendeleo yanayojibu yanayo, yanayo, yanayo matatizo ya watu, maendeleo yanayoonekana yanayo, yanayo, yanayo kwa maana ya maendeleo ya watu lakini maendeleo ya vitu. Sasa msingi wa hoja hii Eh, ni, ni, ni ni nadhani ni kutaka kuwayumbisha watu na kuonyesha kwamba pengine chama tawala kwa muda ambao kimekaa madarakani hakijafanya kazi yoyote, na makusudi yake mengine yanaweza yakawa ni kuvuna kundi la wale ambao hawana ufahamu sahihi juu ya maendeleo ya taifa hili tangu tunapata uhuru mwaka sitini na moja eh, mpaka leo mwaka elfu mbili na ishirini na tano sasa kumekuwepo na na baadhi ya mambo ambayo yanazungumzwa ndani ya hoja hii juu ya, ya maendeleo ya Tanzania ambayo kwa kweli hakuna ubishi wala hakuna mtu yeyote ambaye ana akili za sawasawa sawa, atakubaliana na uvumi kwamba Chama cha Mapinduzi au nchi hii haipigi hatua. Hilo ni jambo ambalo kwa kweli e, halina, halina uhalisia wowote kwa sababu kama utaizungumza Tanzania kabla ya ukoloni, Tanzania baada ya uhuru wa mwaka sitini na moja na Tanzania ya ishirini na tano katika nyanja zote, yaani yani tuiangalie Tanzania. E, mwaka sitini na moja tulikuwa na barabara ya za urefu kilomita ngapi? tulikuwa na hospitali ngapi? tulikuwa na wataalamu wangapi? tulikuwa na huduma za kijamii za, za kiwango gani? pato la taifa lilikuwa kwa kiwango gani? alafu uiangalie Tanzania ya elfu mbili na ishirini na tano e, ambayo pato la taifa kwa mwaka kwa maana ya GDP ya nchi ina, inatafuta karibu dola bilioni 80 mpaka kuelekea mia moja uiangalie Tanzania yenye maelfu ya hospitali za kisasa. Uiangalie Tanzania yenye maelfu ya wataalamu. Huiangalie Tanzania yenye maelfu ya miundombinu kila wilaya. Uiangalie Tanzania iliyoimarika katika eneo la nishati, kwa maana ya kila sehemu ukipita nishati. Lakini uiangalie Tanzania ambayo ina maelfu ya wasomi ambao kiukweli, pamoja na madhaifu machache yaliyopo lakini huwezi kusema nchi hii haina haina haina haina wasomi. Na kwa kweli nadhani kitu kimoja pia ambacho amekuwa akiwakosea Watanzania ni kutaka kuaminisha watu kwamba Watanzania ni wajinga, na mara nyingine wao kujihisi kwamba ukiwa upinzani wewe unafahamu zaidi kuliko watu wengine. Sasa hili limekuwa kwa kweli pia liki likileta likileta shida sana, ile kudhani kwamba mpinzani ndiye mwenye akili, mpinzani anachokisema ni sahihi e, hakuna mtu mwingine anayeweza kusema kitu ambacho ni sahihi e, nje ya wao. Hiyo pia inaonyesha sehemu kubwa ya, ya udhaifu, lakini hali fulani ya kuonesha ubinafsi wa kifikra juu ya kuamini kwamba wewe wao wanajua zaidi kuliko Mtanzania yeyote, wao wanapendwa zaidi kuliko mtu mwingine yote, wao wanasema ukweli zaidi kuliko Mtanzania mwingine yote, au kuliko chama chochote. Kwa hiyo so, ni dhana potofu. Kwa hiyo mimi katika eneo hili la hoja ya kwanza ambayo yeye anaamini kwamba nchi haiendelei, ndio maana utakuta hata wa, wa, wa viongozi wa serikali wao hata wanajitibia kwenye hospitali labda za kule India na hospitali nyingine, wanaacha hospitali za hapa nchini kwa sababu hakuna maendeleo. Hii hoja pia nayo ni dhaifu, kwa sababu mimi nimeshuhudia mtu akitoka wa Marekani wanakwenda kutibiwa Uchina. Nimeshuhudia mtu anatoka Ufaransa anakwenda kutibiwa Uingereza. Nimeshuhudia mtu anatoka Norway anakwenda kutibiwa Estonia. Nimeshuhudia mtu anatoka Brazil anakwenda kutibiwa Argentina. Kwa hiyo katika hii dhana pia ya matibabu ni jambo la kawaida katika dunia kwamba kuna pahala nchi inakuwa imefanya vizuri zaidi katika eneo la tiba kuliko nchi nyingine. Kwa hiyo ni jambo la kawaida kwa mtu kutoka nchi moja kwenda kufata tiba kwenye nchi nyingine. Kwa hiyo hii haina, haina ushahidi wa kiakili na wa kielimu kwamba kutoka hapa kwenda kutibiwa India inadhihirisha kwamba hatujafanya lolote katika sekta ya afya, hiyo pia ina ukosefu wa maarifa ya msingi katika eneo la tiba. Ni ukweli kwamba mataifa yale yameendelea zaidi ukilinganisha na sisi, lakini haina maana kwamba sisi pia hakuna ambacho tumefanya katika eneo hili la sayansi ya tiba, ambayo kwa kweli yako maendeleo makubwa katika eneo hili, na maelfu na mamilioni wa Tanzania hawasafiri, wanatibiwa humu kwa hiyo wale ambao kwenda kule wanafata zile tiba ambazo hatuna ambayo pia kwa dunia ni jambo la kawaida. Sasa mimi nadhani na, na kwamba katika eneo hili la kubeza maendeleo ya kitaifa na kuonesha kwamba nchi haijaendelea e, na kusema kwamba e, watu wanadanganywa baadaye wanakuja kuhongwa kwa matisheti na, na, na, na, na vitenge ili wapige kura ni kuwadharau Watanzania, ni kujidharau yeye mwenyewe, lakini ni kudharau e, jitihada kubwa ambazo kila mmoja amekuwa akizifanya katika kuhakikisha nchi inakwenda mbele. Na kwa kweli e, kusema watu wanahongwa bila ushahidi, nalo si jambo la, la akili sana e, kwa sababu swala la kupeana zawadi au watu kupewa e, zawadi za, za aina fulani ni jambo pia la kawaida katika jamii. Kwa hiyo huwezi kusema mtu anakwenda au anakipenda chama fulani kwa sababu ya tisheti au kwa sababu ya, ya kupewa haya ambayo anayasema. Kwa hiyo ndugu, ndugu, ndugu Heche, nafikiri katika hili la kupotosha juu ya dhana ya maendeleo si jambo ambalo nadhani ni sahihi, na hapaswi kuwadanganya watu. Anapaswa kuzinadi sera ambazo anadhani yeye akifanya, e, wananchi wanaweza kuvutika nazo, lakini si kupotosha umma wa Tanzania katika dhana ya maendeleo <tiple> Habari, karibu Mwitandala Shopping Center. Tunazo bidhaa mbalimbali za kuvutia machoni pako za majumbani, maofisini, jisikie fahari kujichagulia chochote katika duka hili. Ndio, ndiyo Mwitandala Shopping Center Limited, tupo Tarime mjini mkabara na sheria Zakaria BP au stendi ya mabasi. Tunavo vitu vya aina mbalimbali mbali, kama vile friji, TV za kisasa yani flat screen, nchi za aina zote kuanzia 32 mpaka nchi 65, meza za majumbani na maofisini, feni aina mbalimbali, feni za juu na feni za chini, radio, sabufa za kisasa. Tupigie kwa simu namba, fika ofisini kwetu Mwitandara Shopping Center Limited.